Ya, kuna posti ambayo imefanywa na ubalozi wa Marekani nchini Tanzania na ni posti ambayo inaonekana ya kuwa wanajaribu kupinga kile ambacho kilifanyika nchini Tanzania. Ikumbukwe kuna majenzis ama vijana wa majenzis ambao waliwawa na maafisa wa jeshi la polisi, wengine wakaumizwa na vilevile vile wengine wakapotezwa hadi wa leo hawajulikani walipo. Sasa ubalozi wa Marekani nchini Tanzania unajulikana kama US Embassy Tanzania. Kwenye mtandao wa X wameandika tunajiunga katika maombolezo na jamii na familia zote za Tanzania waliopoteza wapendwa wao katika kipindi hiki kigumu. Alafu sasa, hii ni posti ambayo imemvutia kwa urahisi zaidi, ama kiubabe zaidi mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi. Sasa Mange Kimambi amepiga screenshot, kwa maana ubalozi wa Marekani nchini Tanzania unasema kuwa wanajiunga katika maombolezo na jamii na familia zote za Watanzania waliopoteza wapendo wao katika kipindi hiki kigumu. Inaonekana kuwa ubalozi wa Marekani nchini Tanzania umeguswa na kile ambacho kilifanyika nchini Tanzania. Vijana waliuawa, wengine wamepotezwa, na vile vile wengine kujeruhiwa, na serikali inaweka mazingira ya kuaminika kuwa wao hawakuhusika, kwa maana kuna zile lawama ambazo walikuwa natuma. Wanasema kuwa wale ambao walihusika katika vurugu mechi nchini Tanzania ni wageni, yani watu kutoka nje, lakini watu wanajaribu kuhoji, wanajiuliza, inakuwaje mnasema kuwa wale ambao walikuwa kwenye maandamano ni wageni, ilhali jeshi la polisi liliwaua vijana wa Watanzania na hata kuna wengine ambao wametiwa mbaroni wakiwekewa kesi ya uhaini. Kwa hiyo Mange Kimambi baada ya kupandisha hii screenshot ya posti ya ubalozi wa Marekani nchini Tanzania aa, ameweka hapa caption akasema: Asanteni US Embassy TZ. Waliua wananchi gizani wakidhani dunia haitajua leo. Serikali haramu serikali batili inajifanya hakuna kitu kilichotokea, ila serikali za nchi zingine zina acknowledge mauaji yaliyofanyika. Ameendelea kusema hivi, serikali haram inadhani ignoring what happened will make it go away, it's not going away, we will make sure it doesn't go away. Anasema kuwa serikali ya Tanzania yani imejitia hamnazo, lakini wao watahakikisha kuwa hivi ni vitu ambavyo watu hawatasahau. Sasa ni posti ambayo ilikuwa imewekwa na ubalozi wa Marekani kwenye mtandao wa X. Sasa wanasema kuwa wanajiunga katika maombolezo na jamii na familia zote za Watanzania walipoteza wapendwa wao katika kipindi hiki kigumu. Sasa kuna wengi ambao wamedondosha comment zao kwenye hii posti ya Mange Kimambi. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Ash Popa anasema, ambao tarehe tisa tutakuwepo tujuane hapa, akanyosha mikono. Sharifa 3728 amepiga makofi. Alafu huyu anajulikana kama Kadabra Ibra 315 anasema Mungu ni mwema. Steven Yusufu akapiga makofi. Alafu mwingine anajulikana kama Hems Mirako anasema amen, Mungu atatenda, bado tuna imani. Alafu huyu anajulikana kama K6842395 anasema wahain wenzangu, hakuna kurudi nyuma 9D tuna kiwasha akeka emoji za fire. Mwingine anajulikana kama Queen JPM anasema wahaini wenzangu, tarehe 9 watu wa Kimara Gaza tutakwepo. Alafu hizi katiwa anasema dunia inatambua ushahidi upo, halafu akapiga makofi na akaandika Disemba tarehe 9. Alafu Ozi Ihem anasema nami najiunga na Watanzania wenzangu tabilishe virutubisho anasema, wana kiburi sana ila kiburi kina mwisho. Alafu Neima 712 tu anasema, Mungu endelea kuwaumbua, keka emoji ya mtu ambaye amelia. Huyu anajulikana kama Wiz Banda anasema, ila hii serikali yani wapo kimya, tunaendelea na mishe zao kama hakuna kilichotokea. Alafu huyu anajulikana kama Tech Samuel Tizi anasema, nimeamini pale Wakenya wanaposema Tanzania mmekaribisha wenga maadui kutoka nje, ila uh, wawakomeshe pale mtu wa nje anapokuja kujua siri za nyumbani kwako. Acha tumlilie Mungu wa miungu, mfalme wa wafalme, Mungu anayeweza kutuliza bahari, maana hata mawimbi yanamtii. Hakuna la kumshinda Mungu Baba. Damu ya Kristo Yesu inanena mema kwa ajili ya Watanzania. Alafu sha Said anasema waini, tumepata wasaidizi Gen Z, hakuna kupoa. Mngine anajulikana kama Salma Saif 3720, anasema Mungu ni mwema kwa wanaomwamini tu. Alafu roya zima anasema serikali yetu hata tamko la kufariji hakuna, yenyewe haitambui chochote juu ya nafsi ya Watanzania waliouawa. Kwa hiyo ni baadhi ya comments ambazo zinadondoshwa kwenye timeline ya mwanadada mpambanaji mwite Mange Kimambi. Mange Kimambi amepandisha a screenshot ya posti ambayo imewekwa na ubalozi wa Marekani katika mtandao wa X. Sasa ubalozi wa Marekani naonekana kuwa wanawaunga mkono wa Tanzania kwa maana wanasema kuwa wanajiunga katika maombolezo na jamii na familia zote za Watanzania waliopoteza wapendwa wao katika kipindi hiki kigumu. Sasa ukiangalia kwa undani, unapata kama hii posti inajaribu ku acknowledge ya kuwa ndio kuna maovu ambayo yalifanyika nchini Tanzania, hata ingawa serikali inajaribu kutengeza mazingira ya kuwa vitu viko sawa zaidi, lakini hii posti inaonekana ya kuwa Marekani pia wamelizamia hili swala la wananchi kuuawa, wengine kupigwa na vilevile vile wengine kuumizwa na watu ambao wanaaminika ni maafisa wa jeshi la polisi. Kwa hiyo hii ni Swahili TV, usisahau kusubscribe, like na vilevile kushare. Ukiwa kule magetoni, vijiweni na mitaani usisahau kuwajuza kuhu wana kuhusiana na channel hii ambayo inakua kwa kasi zaidi. Ite Swahili TV. Shukran jidan, marhab habib. Tunapenda zaidi, tuachane na kudai haki tuendelee na maisha mengine. Tugome. Wao acha wao waendelee kuignore kwamba hakuna kitu kimetokea kwenye nchi, waendelee sisi tusikubali kuendelea. Sisi lazima tushikilie hapa hapa kwenye haya mauaji, hakuna ku move on kwenye topic zingine sisi. Tuko hapa, sisi tuta, hapa sisi tutabaki hapa hapa kwenye haya mauaji, tutabaki hapa hapa kwenye kudai haki, tutabaki hapa hapa kwenye haya maandamano ya Desemba tisa. Ushindi ni wetu, lakini hatuwezi kurudi nyuma, hatuwezi kuogopa hatuwezi kukubali kushindwa, ni mpaka tushinde. Na nimeona leo kuna mpumbavu mmoja wa huko huko CCM ambaye alikuwa ni anajifanya kama mpinzani, mpinzani anakuja na ishu ya kwamba sijui sijui kamati sijui ya usuluhishi sijui kuleta amani. Hao ni wahuni, wameshapewa hela na CCM.